Kwa maana moja au mara nyingine ni kwamba kiukweli kabisa, kwa ukitazama mechi ya ugenini tulikuwa tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kufuzu, lakini makosa madogo madogo ambayo tuliweza yaliweza kujitokeza kwenye ile mechi yalisababisha sisi tusiweze kufuzu. Lakini ukiwatazama Al Masry ni timu moja ambayo tuna uwezo tuna uwezo wa kushinda kwa Mkapa, hata kule tulikuwa tuna uwezo wa kushinda. Kwa hiyo sina na imani kubwa sana na timu yangu ya Simba Sport Club. Matatizo yaliyojitokeza au mapungufu yaliyojitokeza ilikuwa ni upande wa wa wa, wa, wa seka kwamba ni uchoyo. Wachezaji wengi walikosa confidence ya kuweza kuwakabidhi wenzao mipira kwa ajili ya kupata, na ndio maana kuelekea mechi hii Mohamed Dewji ametoa motisha kwa wachezaji kutoa assist, kila assist moja ya, ya kwa shilingi milioni tatu. Kwa maana moja au nyingine kwamba unapotoa assist, ni maana unaondoa ule uchoyo ambao ulitojitokeza kwenye mechi ya kwanza ya mkondo wa kwanza tulipokuwa kule ugenini. Kwa hiyo mimi naamini kupitia mchezo wa leo, wana simba wote walioungana hapa ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, tuna uhakika na tunahakikisha leo hamna hamna Al Masry anakufa chuma nne. Nisikilize mimi ninachokwambia. Umesema uchoyo kwa maana kuna baadhi ya wachezaji ni wachoyo. Marekebisho yapi kocha ya afanye ili uchoyo usionekane katika game hii? Yaani, kwa upande wa Simba Sports Club ukitazama kuanzia nyuma kuelekea mpaka kule mbele, kuanzia defense midfield mpaka attack midfield. Yaani, timu iko vizuri sana. Lakini tunaporudi kule mbele, sawa? Kwa ni upande wa striker forcing, forcing striker ni kwamba kuna kitu fulani ambacho kilionekana kilikuwa na upungufu mkubwa sana. Kwa maana moja au nyingine ni kwamba wachezaji kila mchezaji alikuwa anataka yeye kama yeye aweze kupata goli, kitu ambacho akiwezekani kwenye mashindano yoyote na katika mchezo wowote. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kwa jinsi tulivyomsikiliza kocha wetu Fadru Davis kwa siku ya jana, alizungumza na alituelewesha vizuri sana kwamba kutokana na mazingira aliyojitokeza kwenye mchezo uliopita, kwa mechi ya leo ana uhakika kabisa na naamini kabisa wachezaji wamerudi, wamerudi katika ubora wao, na katika wao na maelekezo ambayo amewapa wao. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa leo naamini asilimia mia moja kila mchezaji amechukua kila alichopewa na kila alichoaminishwa. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa leo, kila mchezaji atajua ni kitu gani cha muhimu, na ndio maana nimekueleza mwanzoni kabla ya interview hapa kwamba kila mchezaji amepewa motisha na kila timu ambayo inashiriki kwenye mashindano haya kupitia mwekezaji wake kupitia bosi wake lazima wapewe motisha. Tumeshuhudia kwa mchezo wa jana, i mean kwa mazoezi ya jana, timu ya uh, Al Masry wakati wanafanya mazoezi alikuwepo rais wao, lakini kupitia sisi Simba Sports Club rais wetu ameamua kutoa maelekezo kwamba kwa mechi ya leo, mchezaji yote atakayetoa assist, sio atakayefunga, atakayetoa assist atapata shilingi milioni tatu. Ametoa kwa maana gani? Kwa sababu aliona madhara na mapungufu alijitokeza kwenye mchezo wa kwanza, kwa wakati tukiwa ugenini. Kwa mimi naamini kupitia mchezo wa leo hakutakuwa na upungufu wowote, hakutakuwa kuna uchoyo wowote, kila mchezaji atahitaji kupata goli. Kwa mimi naamini kupitia mchezo wa leo kila mchezaji atajituma na kila mchezaji atafanya vile inavyotakiwa. Nachoamini Simba leo tutapata ushindi. Ushindi wangu wa leo nachokiamini ni kuanzia goli nne na kuendelea.